Kwenye video yetu ya leo leo tunazungumzia ndege bora za kivita za Marekani za muda wote. Haya, twende kazi. Number 10, P-51 Mustang. Ndege hii maarufu ya vita vya pili vya dunia ilibadilisha mchezo kabisa. Kwa kasi yake na uwezo wa kupambana kwenye urefu wa juu, ilikuwa adui wa kutisha kwa maadui. Number 9, F-4 Phantom II. Hii ilikuwa ndege nyingi zenye jukumu nyingi, ilionekana kuwa muhimu wakati wa vita ya Vietnam. Kwa silaha zake nzito na kasi yake, ilikuwa ndege bora kwa misheni ya anga na ardhini. Namba 8. F-86 Sabre. Ndege hii ilijulikana kwa mapambano yake ya anga na MiG-15 wakati wa vita ya Korea iliweka msingi kwa ndege nyingi e za baadae za kivita. Number 7, F15 Eagle. Hii ni ndege inayojulikana kwa mafanikio yake kwenye mapambano ya anga, kwa zaidi ya miongo minne imeendelea kuwa mojawapo ya ndege bora zaidi za kivita duniani. Number 6, FA18 Hornet. Ikiwa na uwezo wa kushambulia ardhini na angani, Hornet imekuwa nguzo muhimu kwa jeshi la wanamaji la Marekani. Namba 5, A10 Thunderbolt 2. Maarufu kwa jina la Warthog, ndege hii ni tishio kubwa kwa magari ya kivita ardhini. Kwa bunduki yake kubwa ya Gatling, ni adui wa kutisha kwa tanki yoyote. Namba 4, F22 Raptor. Ndege hii ya kizazi cha tano ni moja ya ndege zilizokomaa zaidi za kivita. Kwa teknolojia ya hali ya juu na uwezo wa kuepuka rada, ni ndege isiyoweza kushindana. Number 3, F-16 Fighting Falcon. hii ni ndege inayotumika na nchi nyingi duniani na ni maarufu kwa uwezo wake wa kasi na wepesi wa kuhamahama. Number 2, F-14 Tomcat. Maarufu kwa filamu ya Top Gun, Tomcat ilikuwa ndege yenye uwezo mkubwa wa kushambulia angani na ardhini. Ilikuwa nguzo muhimu kwa jeshi la wanamaji la Marekani kwa miongo kadhaa. Number 1 F35 Lightning II. Hii ni ndege ya kizazi cha tano yenye uwezo wa kushambulia ardhini na angani, teknolojia ya hali ya juu na uwezo wa kuepuka rada ni moja ya ndege bora zaidi za kivita duniani. Asante kwa kutazama. Hakikisha umesubscribe usipitwe na video zetu zijazo. Tutaonana wakati mwingine.